Tume ya kimataifa ya wanasheria ICJ imetoa taarifa ya pamoja, inadai kulaani ukandamizaji wa kikatili, kukamatwa kwa hila na mashtaka ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Tume ya Kimataifa ya Wanasheria ICJ ni shirika lisilo la like kiserikali linalojumuisha majaji na wanasheria mashuhuri kutoka katika mila mbalimbali za kisheria likifanya kazi ya kujenga dunia inayozingatia viwango vya haki za binadamu na utawala wa sheria. Yafuatayo ndiyo yaliyozungumzwa na Tume ya Kimataifa ya Wanasheria ICJ. Mimi nafanya kunukuu na nukuu hapa: Tanzania taarifa ya pamoja kulaani ukandamizaji wa kikatili kukamatwa kwa hila na mashtaka ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, tarehe 15 Aprili mwaka huu wa 2025. Utetezi taarifa ya pamoja habari. Sisi mashirika yaliyotia saini hapa chini, vyama vya wanasheria, jumuia za wanasheria na wanachama wa taaluma ya sheria, tunatoa wasiwasi mkubwa kufuatia ukandamizaji wa kikatili dhidi ya mkusanyiko wa amani na kukamatwa kwa hila kwa mwanasheria mashuhuri wa haki za binadamu wa Tanzania, kiongozi wa upinzani, mbunge wa zamani na rais wa zamani wa Tanganyika Law Society, TLS, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Jioni ya tarehe 9 Aprili mwaka huu wa 2025, Mheshimiwa Lisu alikamatwa kwa nguvu baada ya kuhutubia umati wa wanachama na wafuasi wa chama cha upinzani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika mkutano wa amani huko Mbinga kusini mwa Tanzania. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya kampeni ya kitaifa ya Chadema ya no reforms, no election, yani, hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, ama bila mabadiliko hakuna uchaguzi, inayodai mageuzi ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Jeshi la polisi lilitawanya mkutano huo kwa nguvu, likifiatua mabomu ya machozi kwa raia wasio na silaha. Walimtaka Mheshimiwa Lissu kuripoti katika kituo cha polisi cha wilaya ya Mbinga bila kueleza sababu kisha alilazimishwa kuingizwa kwenye gari la polisi bila kupewa taarifa juu ya sababu ya kukamatwa kwake au mashtaka dhidi yake kinyume na sheria za Tanzania na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama. Baada ya kukamatwa, Mheshimiwa Lissu alishikiliwa bila mawasiliano kwa takriban saa 24. Polisi wa Tanzania hawakutoa taarifa kuhusu aliko au sababu za kukamatwa kwake, jambo ambalo ni kinyume na sheria za mwenendo wa jinai nchini. Inaripotiwa alisafirishwa kwa gari zaidi ya kilomita 1150 kutoka Mbinga hadi Dar es Salaam. Siku iliyofuata, Alhamis tarehe 10 Aprili, Mheshimiwa Lissu alipelekwa mbele ya mahakama ya Hakimu mkazi Kisutu, alifunguliwa mashtaka ya uhaini pamoja na mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao namba 14 ya mwaka 2015. Hati ya mashtaka ya uhaini inadai kuwa tarehe tatu Aprili alitoa kauli hadharani kwamba walisema kampeni hii ni sawa na uasi: ni kweli tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hiyo ndio njia ya kuleta mabadiliko, hivyo tutaivuruga chaguzi hizi, tutaivuruga vibaya sana. Mashtaka matatu ya uchapishaji wa taarifa za uongo yanadai kuwa mheshimiwa Lissu alisema kwenye video ya YouTube tarehe 3 Aprili april kwamba wagombea wa Chadema walianguliwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 kwa maagizo ya rais, kwamba polisi wanatumika kuiba kura wakiwa Eh, wakiwa na mikoba mgongoni na kwamba majaji ni waaminifu kwa CCM hawawezi kutoa haki kwa kuwa wanatamani kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufaa. Alipofikishwa mahakamani Mheshimiwa Lissu hakupata nafasi ya kujibu shtaka la uhaini isipokuwa yale ya kuchapisha taarifa za uongo na hakuna sababu zilizotolewa juu ya mchakato usio wa kawaida wa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Shtaka la uhaini liliahirishwa bila kikomo likisubiri kukamilika kwa uchunguzi wa upande wa mashtaka. Kinyume na haki yake ya kikatiba ya kupata kesi ya haki bila ucheleweshwaji usio wa lazima. Alikana mashtaka ya kuchapisha taarifa za uongo na alitarajiwa kufikishwa mahakamani tena kuhusiana na mashtaka haya tarehe 24 Aprl mwaka wa 2025. Kukataliwa kwa dhamana na kuendelea kuzuiliwa kwake chini ya kifungu cha 1485 cha kanuni ya adhabu ambacho kinamwezesha mkosaji kushikiliwa kiholela na kwa muda usiojulikana ni kinyume na uamuzi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu ambao uliamua kuwa kifungu hicho ni cha kibaguzi na kinakiuka dhana ya kuwa hana hatia hadi itakapothibitishwa vinginevyo. Mheshimiwa Lisu ana historia ndefu ya mateso ya kisiasa na unyanyasaji wa mahakama tangu enzi za utawala wa Rais Mkapa miaka 1990 alipokuwa akiwatetea wananchi walioathiriwa na shughuli kubwa za madini nchini. Mwaka 2017 alipokuwa rais wa Tanganyika Law Society, TLS. Alinusurika jaribio la mauaji baada ya kupigwa risasi kumi na sita mwilini na watu wenye silaha na bado anaendelea kupona majeraha hayo wakati wa utawala wa Rais Magufuli. Mheshimiwa Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka mara zisizopungua nane kutokana na shughuli zake za kisiasa. Ukandamizaji wa hivi karibuni na ukamatwaji wa kiholela wa Mheshimiwa Lissu na watetezi wengine wa haki za binadamu, wanasheria na viongozi wa upinzani ni jambo la kusikitisha na ni tishio kubwa kwa utawala wa kikatiba wa nchi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Katiba ya Tanzania inalinda haki za uchaguzi huru na za haki, za mikusanyiko na ushirika wa amani, na za demokrasia ya vyama vingi, haki ambazo serikali ya rais ilithibitisha tena kujitolea kwake. Tunatoa wito kwa mamlaka nchini Tanzania kukomesha uharibifu wote zaidi wa utawala wa sheria, kuheshimu haki za vyama vya siasa kuandaa na kuhamasisha mada zao na kuheshimu haki za wananchi wa Tanzania kushirikiana na kukusanyika kwa amani kama inavyotolewa na sheria za kitaifa, kikanda na kimataifa. Tunatoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuonyesha uongozi na kufufua ahadi alizotoa wakati wa kuapishwa kwake za kuirejesha nchi kwenye maendeleo ya kidemokrasia. Hatimaye, tunataka Mheshimiwa Lissu aachiliwe haraka kufuatia kukamatwa kwake kiholela na mashtaka yaliyoletwa kinyume na viwango vya kesi ya haki. Ya futo hii imesainiwa na kituo cha haki za Binadamu chuo kikuu cha Pretoria, jumuia wanasheria Afrika Mashariki, tume ya kimataifa ya majaji Kenya, Tume ya Kimataifa ya Majaji, Chama cha Wanasheria Zambia, Chama cha Wanasheria Kenya, Umoja wa Wanasheria Afrika, Jumuiya ya Wanasheria yani SADC, Chama cha Wanasheria Tanganyika yani TLS, na Chama cha Wanasheria Uganda. Itakumbukwa kwamba mnamo tarehe kumi ya mwezi wa nne na mwaka huu wa 2025, Tundu Antipasilisu pasilisu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema alikamatwa kwa tuhuma za uchochezi Ruvuma na kufikishwa mahakamani jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti huyo wa chama hicho kikuu cha upinzani Tundu Antipas Lissu alikamatwa na jeshi la polisi mkoani Ruvuma kufuatia tuhuma za kutoa matamshi ya uchochezi kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Tukio hilo lilitokea April 9 mwaka huu wa 2025 katika mtaa wa Soko Kuu, wilaya ya Mbinga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, SACP Mariko Chile Lissu alikamatwa wakati wa ziara yake ya kisiasa ambapo ilidaiwa alitoa kauli zinazoweza kuashiria vurugu mchakato wa uchaguzi mkuu ujao. Jeshi la polisi lilionya vyama vyote vya siasa na viongozi wao kuwa makini na kauli wanazotoa hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Lilieleza kuwa litafuatilia kwa karibu matamshi ya kisiasa yanayotolewa kwenye mikutano, vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Aidha liliwataka wanasiasa kujiepusha na lugha ya kukashifu vyombo vya dola au serikali kwa ujumla kwani kufanya hivyo kunaweza kuchochea uvunjifu wa amani na kuathiri usalama wa taifa. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote atakayebainika kwenda kinyume na sheria. Viongozi wa kisiasa wamehimizwa kufuata sheria na kutumia njia halali katika kuwasilisha hoja au malalamiko yao. Jeshi la polisi limesisitiza kuwa linafanya kazi ya kusimamia sheria kwa haki bila upendeleo na kwamba halitavumilia vitendo vya kuchochea machafuko. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda amani, usalama wa raia na mali zao hasa wakati huu ambao nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Wamewahakikishia wananchi kuwa usalama wao utaendelea kulindwa kikamilifu. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi na tunaisogeza kwako kwa ili kusudi nawe pia upate kuifahamu. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako, na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi na hapo chini kwenye upande wa komenti.